hapa sasa madhabahuni mpako baba wako hapo madhabahu maoni pako Mungu naye jali madhabahu, Mungu naye tabili madhabahu. Ayi Mungu, ulipoona tauni ile ile ya Israeli na hakuna madhabahu, kwa sababu unajali madhabahu na madhabahu ni kilio chako, na hapo ndipo unapokuja na unafanya mambo makubwa. Kamwambia mtumishi wako Daudi, nijengee madhabahu, kisha kisat vingine vita vinatokana na madhabahu za mashetani baba, naomba uangalie madhabahu hiyo, waliopo wameweka sadaka zao, na hivyo vita vinapotoka kwa madhabahu za ushirikina na uchawi na uganga, na vifungo vingi vimetoka huko, wamefunga kazi zao, biashara zao, mikono yao, miguu yao, wamefunga kutokuwa wasiolewe na wasioe, Bwana walioko online na walio hapa kanisani, naomba kamba zote na ziwe zimekatika kwa mikono yao, kamba zote ziwe zimekatika kwa miguu yao, vifungo vyote vya ushirikina na uchawi na uganga, na iwe Bwana vimeeyuka na kuchomeka kwa jina la Yesu. Na baada ya hapa hivi, wacha pakawe na upenyo, wapenye katika maisha yao. Baba yangu, ahadi hii ambayo umeinena ya kula mama ya nchi, hakika ikawafikie na waingie katika ahadi hii kwa biashara zao kwa kazi zao. Tena wasing'angane tena na otaliamana mikosi na hiyo imisho, kwani kwamba leo co kifungo kimefika mwisho. Waje na Roho wako Mtakatifu juu yao, wape kushinda wingi yote Baba, waonekane hata siku ya Jumanne kwa shirika za nyumbani waonekane, hata Bwana, kwa revival siku ya Alhamisi mahali hapa mapa, wajitoe kwa wingi, waje kwa ajili ya neno lako na vifungo vyote vikazini katika, na wapo kufunguliwa zaidi katika jina la Yesu. Naomba leo hapa pakawa na watu wanatoka na, na ushuhuda wa yale ambao umetenda, uinulie milele, maana umefanya, na ni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sadaka ya kumpenda Mungu, kumpenda Mungu. Mtu mwingine akaniuliza kwa nini pastor paka uazanai ni e, kwa sababu tunampenda Mungu wetu, ndio maana tunamwabudu na vitu ambavyo vimetoka kwake ambao ni baraka kwetu, kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hivyo tunamwabudu Mungu kwa sadaka zetu, kwa sababu tunampenda Mungu anafurahia anapoona na kuna mheshimu kama vile tunafundishwa siku hii kwa sadaka zetu. Na ndio maana kuna mahali katika kitabu uh, Agano Jipya inasema wakati alipokuwa anatoa sadaka Yesu alikuwa pale akiangalia. Maana aliona vipi mtu anatoa senti mbili. Alikuwa pale anaangalia anaona vile watu wanatoa. Na maana Mungu anafurahia. Yesu akasema ukiniona mimi naona Baba. Kwa hiyo ikiwa tunamwona Yesu naona Mungu. So Yesu akiwa pale kwa sadaka ni Mungu alikuwa yupo pale. Anaangalia vile watu wanatoa. Wanatua pale katukiau, wanatoa sendi mbili. Yesu akasimamisha mkutano akasema, Mungu ametoa zaidi, huyo ametoa zaidi. Na maana gani? Mungu anafurahia aamaguru na vitu vile ambapo amekufariki mwanangu. Ukigundua hii siri, hata wakati wa sadaka au takunda uso wako utakufurahia, makuru kana kwa mali kwa Yesu. Asifiwe Mungu. Atakuwa rafiki wako wa karibu kwa upande wa, wa mali na vitu, kwa sababu ni baba yako au taona aibu, mwabudu Bwana saa nane kamili, kanimatela kapema, oatanda sadaka yako nzuri, sadaka ya heshima, na ukapate kumheshimu Bwana naye Bwana. Ah, nikakutana na mhubiri mmoja katika mahubiri ya taifa hili ya ya mhubiri, anasema mtu mmoja akawa anashindana na mtu ambaye anaopoa. Huyo mtu alikuwa anaabudu Mungu lakini yeye kwa upande wa sadaka ametoa hata watu, ametoa hata mama yake hasa, akawa na kishana na yule ambaye anaenda kanisani ameokoka, akawa na hofu, kwa sababu aliona anaweza kushinda vitu. Maana waye akitokata kakuja kwa kanisa, amaanishe na sadaka zake, kama imani. Mtu anatoa familia na sadaka kwa miungu yao kwa shetani, alafu yeye ana kanisa la la kweli ya Mungu anakuja kumwabudu Mungu, anamtolea Mungu sadaka ya shilingi 50. Wakati naingia vita ya madhabahu, najua ni nani anashinda hapa. Bwana asifiwe. Na mheshimu Mungu na sadaka ya shilingi 50, na yule hata apoka na maki Mungu ametoa ng'ombe kwa madhabahu yake pale, na jasiri na Mungu wake ambaye anamtetea wewe. Ukija kwa madhabahu yako na toa sadaka a utaweza kushindana na wewe

fanya moto uwe kwa madhabahu. Wana sikio ni wafundisha hizo ujumbe sana, ingia kwa YouTube utapata hizo ujumbe hapo. Uliona kwamba sadaka ni mmoja wao kwa kufanya madhabahu hiyo na nini na nguvu. Wana sikiwe ngapi wanalewa na mafundisho ya kufundisha, sadaka ni mmoja wao kwa kufanya madhabahu hiyo na nini na nguvu ya Mungu. Haleluya, madhabahu sio na sadaka haina nguvu ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana madhabahu ya Mungu ina nguvu Mungu. Hii madhabahu kukwenda ingia hapa. Kuna watu walikuja. Anaambia papa, tunashukuru kwa madhabahu Mungu nimeingia hapo. Anauliza kwa nini? Anaambia papa, hapa kulikuwa na madhabahu za Mungu. Wanasema wanalala usiku. Huu usuda wa Mungu kabisa hapo. Analala usiku. Alikuwa anafanya kazi ya kuuza mkate. Bwana asifiwe. Ananiambia nimenunua mkate lakini akiguza yale makaa, pesa anapata elfu mia moja. Akilala usiku, anasikia vile makaa, nawe aoni huku, lakini anasikia makaa vile, anapima anasikia. Haleluya. Akikaranga samaki, anauzia watu watu, wakifika nazo nyumbani, kina mabuu na anasema hiyo samaki amekaranga suu hapa. Lakini anasema taingia matabao ikaingia hapa, hayo mambo yote yaliondoka. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ni kituo cha Mungu na madhabahu, so, na nini, nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So sadaka ni moja wapo ya kufanya madhabahu na Mungu, huwa na moto ama na nguvu ya Mungu. Haleluya, nifahamu hivyo na mheshimu Mungu kwa sadaka zako, nitajua viwango vya kumheshimu Mungu kwa sadaka zako. Basi naomba tulete sadaka zetu na